Sisi katika wilaya yetu hii, wageni ni wengi, wanatoka nje ya nchi na ndani ya nchi, na tunafanya biashara ya samaki na dagaa. Wanakuja watu kutoka Kongo, Rwanda, Burundi na sehemu nyingine za Zambia, wanakuja kufuata samaki. Na huko wakija, wanachanganyika, hawaishi peke yao, wanaishi na jamii. Lakini vile ukiacha hivyo kuna wageni wengine ambao sio wafanyabiashara ya samaki, kutembelea. Kwa hiyo ni sisi wenyewe wenyeji kujikinga. Kwenye shule zetu wanafunzi lakini vile vile kwenye maeneo yote ya taasisi tuanze kuweka vikingio kama vile vya korona. Sasa hivi tusipeane nini mikono, na ikitokea mwenzako ajakupa mkono usikasirike, kwamba kuona mwenzako kwa anaringa siu ajanipa mkono no, unaweza kamsalimia mtu hivi eh? na kukumbatiana kukumbatianana tusikumbatiane, tusibusiane eh? na mambo mengine mengi mingi ambayo nyinyi mnajua kipindi kile cha korona. Nafikiri zile zote za korona zinaendana na hivi. Kama unahamu sana kumsalimia kumsal zakuwasalimia kama hivyo. Hio au miguu. Jina naitwa Mwali Mchande. Na kwanza, na swali la kwanza, hizi kinga zilishakuwa zinapatikana. Swali langu la pili, eh, sisi tunasema kuna dalili za mafua, homa, kuuma miguu na mambo mengine kwa ajili ya maradhi lakini je, kwa sababu sisi Watanzania mara nyingi tunaumwa maradhi, tunakuwa na homa ndogo ndogo, lakini kutokana na hali ya uchumi tunakuwa hatufiki kule kituo cha afya. Kama mimi kwa mfano, kama napata homa ndogo ndogo, kichwa, miguu kuniuma, na koma hapa hapa mpaka mambo yatakuwa vizuri, kutokana na hali ya uchumi. Je, unanipeleka kule kisha kunipima ugonjwa ule, pengine hakuna, kuna ugonjwa mwingine na maradhi mengine yanaonekana ya inaanza pesa mpya kwa majina anaitwa Jaselin Kawamala, ni mratibu wa huduma ya afya kwa jamii. Leo tumekuja Tumbuju kuelimisha jamii juu ya ugonjwa wa Mpox ambao kwa sasa upo nchini kwetu. Kuna wagonjwa ambao walipatikana kwa, kutokana na hivyo tunatoa elimu kwa jamii ili kujikinga. Mama mjamzito akipata Mpox inaweza kumpata pia mtoto wake aliyoko ndani ya tumbo lake o ikisha mpata mama inaweza ikamwathiri yule mtoto, akajifungua mtoto aliyekufa, mtoto akafia tumboni, au ikamwathiri mama mwenyewe. Kwayo ni muhimu zaidi kujikinga kwa mama mjamzito, makundi yote pia, na hata watu wenye maambukizi pia ya virusi vya UKIMWI, kwa sababu kinga yao inakuwa ndogo. Kwao akipata mpox pia inawaathiri sana, kwa sababu nayo inashusha kinga ya mwili kwa hiyo tunashauriwa tujikinge zaidi kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Leo tumepata ugeni kutoka katika Rapid Response Team kutoka wilayani kwa ajili ya kuja kutoa elimu katika kijiji cha Chunguruma ikiwemo katika eneo la Tumbuju ambapo tunapokea wageni wengi kupitia katika eneo hilo. Tunashukuru sana kwa kujitoa kwao, lakini pia tunatoa lai kwa wananchi wote wa kijiji cha Chunguruma na maeneo yote ya karibu na Tanzania nzima. Uh, watakapoona dalili waweze kufika haraka na mapema katika kituo cha afya cha karibu. Lakini pia kila mtu awe mlinzo wa mwenzake na kupeana elimu juu ya huu ugonjwa ambao umekwisha kutokea. Kwa bahati ya kipekee leo tumeweza kufika eneo hili la Tumbuju kijiji cha Chunguruma kata Ndagoni. Kama ambavyo tunafahamu eneo hili liko uh, kwa ajili ya kibiashara hasa ya mazao ya bahari hasa dagaa ambao kwa kiwango kikubwa zinazalishwa na maeneo haya, ni biashara yanakofanyika na meo yani, imekuwa ni, ni mlango wa kuingia mataifa mbalimbali yanakuja mbali kufanya biashara. Leo kama idara ya afya, tukasema tuje tutoe elimu hiyo ya afya kuweza kujikinga na ugonjwa huu MPOX, kuweza kukabiliana nao, lakini pia kuongeza hamasa ya mawasiliano toka ngazi ya jamii kuja kwenye idara kama ya afya, ili mapambano yaweze kuendelea. Tunaendelea kutoa wito tuende kuchukua tahadhari ya ugonjwa huu, maana ugonjwa huu ni unaambukiza kwa haraka. Kama ambavyo umetambulika kama ni ugonjwa wa mlipuko, basi kila mtu anapaswa kuweza kuchukua hatua ili aweze kujikinga yeye pamoja na jirani yake. Asanteni sana.